Anika anasema nani aliyetenda na kufanya jambo hilo, avihitae vizazi tangu mwanzo? Mimi Bwana wa kwanza na wa mwisho, mimi ndiye. Visiwa vimeona vikaogopa, ncha za dunia zilitetemeka, walikaribia, walikuja, wakasaidiana kila mtu na mwenzake kila mtu akamwambia ndugu yake uwe na moyo mkuu. Amina. Seremala akamtia moyo mfua dhahabu mm. na yeye alainishaye kwa nyundo akamhimiza yule apigaye fuawe, akiisifu kazi ya kuunga akisema ni kazi njema, naye akaikaza kwa misumari kisitikisike. Amina, ishia tu hapo. Maneno haya yanatuonyesha namna bora tunapopaswa kutiana moyo sisi kwa sisi amen. Yaani hakuna mtu mwingine ambaye atatoka mbali aje kukutia wewe moyo, au wewe unamwendea tu mtu wa mbali, nakwenda kumtia moyo. Badala yake tunapotiana moyo inamaanisha kama huyu mfua um, fundi seremara alisifu kazi ya kuunga kwake akasema kazi yake ni njema. Anasema naye akaikaza kwa misumari isitikisike inamaanisha anaifanya kuwa imara. Si kwamba kupongezana ni vibaya, kupongezana ni kitu kizuri, kwa sababu tunapotiana hivi moyo, ina maana tunakaziana kwamba kama ulikuwa unakifanya kitu kwa udogo, unakifanya kwa ubora zaidi na kinakuwa imara mm. kwa hiyo Mungu anayo makusudi mema na sisi na niwaambie tu, liko kusudi kubwa ambalo Mungu ametuwekea sisi hapa. Kuzaliwa kwako si bahati mbaya mm. Kuja kwako hapa duniani si kwa bahati mbaya mm. Ila Mungu analo kusudi zuri mm, na wewe mm. Na ili tuweze kulitimiza kusudi hili, ana kusikiliza sauti ya Mungu Baba anatuelekeza katika mambo gani, anakuambia fanya nini? Utaona ya kwamba mtu anayemwomba Mungu anayesoma neno la Mungu na yani, mtu huyu atakuwa na hali ya usikivu kuweza kusikia Mungu akinong'oneza kwa upole, akimwambia mwanangu, fanya hiki. Kwa hiyo Mungu atakuongoza katika kusudi ambalo Mungu amekuumba kwalo. Yani mimi sikuumbwa tu nije nikae katika dunia hii pasipokuwa na kitu kipya cha kufanya mm -hmm. Tutambue wako watu wengi ambao wamefanya mambo bora na wamejulikana ulimwenguni. Kwa nini wamefanya? Kwa sababu walitambua makusudi ya Mungu katika maisha yao, na ndio maana walithubutu kufanya na Mungu akabariki na wakafanya vile vitu kwa ubora na vikafahamika duniani. Imagine mtu aliyetengeneza simu, sasa hivi kila mmoja anatumia simu, kwa sababu alitambua ya kwamba Mungu amemleta kwa kusudi bora katika ulimwengu huu. Kwa hiyo hata sisi, ipo kitu kikubwa sana ambacho Mungu ame, amekusudia ili tuweze kukifanya. Cha muhimu ni kutilia sikio, kusikiliza ile sauti ya ndani ambayo inanong'oneza ndani ya mioyo yetu